Ikiwa ni asubuhi ya, ya siku juma tato, saba, ya Jumatatu ya tarehe 17 ya mwezi wa saba mwaka 2017 tunakutana tena hapa IOTV na millardayo.com, katika uchambuzi wa magazeti mbalimbali ambayo umetufikia mezani kwetu kwa siku ya leo, magazeti haya yakiwa na habari kemkem, akiwapo magazeti ya hard news, michezo pamoja na udaku. Mimi ni Alice Tupa na wakaribisha sana, na moja kwa moja kwa siku ya leo, tukianza na magazeti ya hard news, habari kubwa ambazo tutaziangalia kwa undani zaidi ni zaidini. pamoja na habari inosema sababu za kifo cha mke wa Mwakyembe ni habari ambayo inapatikana katika gazeti la Nipashe lakini pia tutaangalia bado anasema panga pangue ya IGP polisi sasa balaa. Lakini pia katika gazeti la Mtanzania kuna habari ambayo tutaangalia kwa ndani zaidi inasema mitambo IPTL ya azimu, lakini pia Loasa fichua siri kumalizwa kisiasa, ni moja kati ya habari ambazo tutaziangalia kwa ndani zaidi kupitia magazeti haya Hard News. Na karibu sana gazeti la Nipashe kama nilivyosema, kupitia ukurasa wake mbele habari kubwa inasema sababu za kifo cha mke wa Mwakyembe. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa pili na tukiangalia kwa urefu zaidi inasema saratani ya titi ndiyo iliyosababisha kifo cha mke wa waziri wa habari, tamaduni, sanaa na michezo Dr Harrison Mwakyembe, Lina Joji Mwakyembe, familia yake ilisema jana. Lina ambaye alikuwa amelazwa kitibwa katika hospitali ya Aga Khan ya jijini Dar es Salaam kwa muda mrefu anatarajiwa kuzikwa kesho kutwa ila ni kela mkoa Mbeya, familia ilisema zaidi siku ya jana. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa ndani zaidi kupitia ukurasa huu wa pili wa gazeti la Nipashe. Lakini pia habari nyingine nasema panga pangue IGP polisi balani, habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa tatu na tukiangalia. Kwa urefu zaidi inasema, siku chache baada ya kuhamishwa alikuwa mkuu wa kikosi cha usalama barabarani naibu kamishna wa polisi Mohamed Mpinga, imefahamika kuwa mkuu wa jeshi hilo IGP Simon Siro anaendelea na panga pangua ambayo imewaondoa maofisa zaidi ya mia moja kutoka makao makuu jijini Dar es Salaam kwenda kufanya kazi chini ya makamanda uh, wa mikoa. Taarifa ambazo gazeti la Nipashe imezipata kupitia chanzo chake cha uhakika ndani ya jeshi hilo zilidai kwamba hadi sasa ikiwa ni chini ya kidogo ikiwa ni chini kidogo ya miezi miwili tangu kuapishwa kwa IGP, maofisa zaidi ya 100 wameshaondolewa kutoka makao makuu ya polisi na kwenda katika maeneo mbalimbali nchini ili kuimarisha utendaji wa jeshi hilo. Habari hii pia unaweza kuendelea kusoma kwa kirefu zaidi kupitia ukurasa huu wa tatu wa gazeti la Nipashe. Tukimalizia na habari nyingine, nasema fedha za escrow mgao kinachenge, bajeti wizara hii mgao alopata wa bunge, maofisa wa serikali na viongozi wa wa dini kutoka kwa watumia wa kashfa ya uchotwaji wa mabilioni ya akaunti ya Tegeta escrow unatosha bajeti ya mwaka mzima wa miradi ya maendeleo ya Wizara ya Habari Vijana, Utamaduni, aa, na Michezo. Nipashe imegundua katika miaka mitatu iliyopita, bajeti ya mwaka 2014 2015 2015 mpaka 2016 na 2016 mpaka 2017, wizara hiyo ambayo kwa sasa iko chini ya waziri Dr. Harrison Mwakyembe ilitenge ilitengwa bajeti ya shilingi bilioni tatu kila mwaka ikiongoza wizara zote 18 kuwa na bajeti ndogo zaidi kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. habari hii una za pia kuendelea kuisoma kwa undani zaidi habari ambazo zinapatikana nyingine kupitia ukurasa mbali gazeti hili la Nipashe zinasema, Magufuli aongoza harambee, ni habari ambayo inapatikana kupitia ukurasa wa nne wa gazeti hili la Nipashe. Habari hizi zote unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi gazeti la Mtanzania Afrika kinifu. Pia kwa siku ya leo tunaangalia kwa undani zaidi mojawapo ya habari yake kubwa, inasema, mitambo IPT leo yazimwa, wakwama kufanya biashara ya umeme. Habari hii inapatikana kupitia ukurasa wa 4 wa gazeti la Mtanzania, na tukiangalia kwa ufupi zaidi inasema ni wingu zito, ndivyo unavyoweza kusema baada ya maombi ya kampuni ya kufua umeme Independent Power, Tanzania Limited, IPTL kukwama huku akilazimika kuzima rasmi mitambo yao uzalishaji umeme. Hatua hiyo imekuja baada ya kukwama kwa maombi ya kuongezewa muda miezi 55 ya leseni yake uzalishaji umeme kutokana na kusubiri uamuzi wa, wa Ikulu. Habari za uhakika zilizofikia gazeti la Mtanzania um, jana zilisema mitambo hiyo kwa sasa haizalishi umeme. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kum undani zaidi kupitia ukurasa huu wa nne wa gazeti la Mtanzania. Habari nyingine nasema Lowasa afichua siri kumalizwa kisiasa. Uh, waziri mkuu wa zamani Edward Lowasa amesema vitendo vinavyofanywa na mamlaka za serikali nchini zina lengo za kupunguza nguvu yake ya kisiasa. Hata hivyo amesema anajivunia uzoefu alionao hali inayochangia na umaarufu wake katika medani za siasa. Lowasa ambaye pia ni mjumbe wa kamati kuu ya chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Chadema aliyesema hayo jana akihojiwa na waandishi wa habari kwenye hoteli ya Serena jijini Nairobi Kenya. Habari hizi unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Mtanzania. Habari nyingine zinasema kafu bungo watangaza jino kwa jino na kubenea, ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa tano. Pia kuna habari inosema polepole asema, tutawachomoa moja moja. Pia kuna habari za kimataifa moja hapo ikisema, Raila asema, nitakubali kushindwa uchaguzi ukiwa halali. Pia kuna habari ya burudani anasema, Sheremond anasema, Tanzania inanivutia na ni habari ambayo inaendelea kupitia ukurasa wa 27 wa gazeti hili la Mtanzania. Gazeti la Mwananchi kwa siku ya leo, pia kupitia ukurasa wa mbele, kuna habari inasema Lowassa sema nitagombea urais tena mwaka elfu mbili na ishirini na tukiangalia habari hii kupitia ukurasa wa nne, inasema waziri mkuu wa zamani na mjumbe wa kamati kuu ya CHADEMA Edward Lowassa amesema licha changamoto nyingi anazopata akiwa ndani ya upinzani atagombea tena urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na anaamini atashinda. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa kirefu zaidi kupitia ukurasa wa nne wa gazeti hili la Mwananchi. Pia kuna habari inasema mkazi wa Rufiji auao kwa risasi atupwa jalalani ni habari ambayo inapatikana kupitia ukurasa wa sita. Mkazi wa eneo la kwa Mandela Ikwiriri wilayani Rufiji mkoa wa Pwani, Rahimu Kwangwaya ameuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiofahamika kisha maiti yake kutupwa jalalani katika tukio hilo lilotokea usiku wa kuamkia juzi. Mbali na watu hao kumuua Kwangwaya, pia walimjeruhi kwa kumpiga risasi mke wa marehemu Tatu Mnete kwenye titi lake la kushoto. Tukio hilo limetokea zikiwa zimepita siku nane tangu mkazi wa kitongoji cha Nyambwanda katika kijiji cha Hanga wilaya ya Kibiti mkoani Pwani, Hamisi Ndikanye wa miaka 54 kuwa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana akiwa nyumbani kwake. Habari hii pia unaweza kuendelea kusoma kuona zaidi kupitia ukurasa wa sita wa gazeti hili la Mwananchi. Tukimalizia na habari nyingine ambayo inapatikana kupitia ukurasa wa wa tatu wa gazeti hili la Mwananchi nasema ndoa ya aina yake yafungwa da ah, hayawi hayawi sasa amekuwa ndivyo anavyoweza kusema baada ya Asha Abdalla maarufu kama binti Dula anayesadikiwa kuwa na umri wa zaidi ya miaka 60 mkazi wa Mburaati ama doto kuolewa na Ali Kimbunga mwenye umri wa miaka 35. Ndoa hiyo ilifungwa jana saa saba mchana nyumbani kwa Binti Dula akishuhudiwa na watu wengi, ambayo ilitanguliwa na sherehe iliyoambatana na ngoma ya siku mbili kabla ya kufungwa. Ndugu katika familia ya bibi harusi Hamisi Kondo alimwambia mwandishi wa gazeti la Mwananchi kuwa hiyo ilikuwa ni ndoa ya nne kwa dada yake na kwamba walimuo awali wali, muo, awali walikuwa wameshafariki dunia. Habari hii unaweza kuisoma kwa kirefu zaidi kupitia kupitia ukurasa wa ukurasa ukurasa ukurasa wa wa uh, ukurasa wa pia, simu, wa Mke Mwakyembe, wa wa hili la la Mwananchi. Mwananchi nyingine tukiziangalia, zinapatikana mbele zinasema waendelea kushikiliwa na polisi Ruvuma, lakini Mwakyembe kuzikwa kesho kutwa, ni habari ambayo inaendelea kielimu ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tano. Pia pole pole asema tutaibomoa Chadema da wiki hii, ratiba ya ligi kuu bara ya Itega Njombe MJFC ni habari ya michezo hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kupitia ukurasa wa 36 wa gazeti hili la Mwananchi. Gazeti la Habari Leo kwa siku ya leo tukilitazama, pia kupitia ukurasa wa mbele, kuna habari kubwa inasema TRA yasema wembe ule ule EFD. Ni habari ambayo inapatikana kupitia ukurasa wa 8, unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi. Pia kuna habari inasema RC apigilie msumari petrol juu Tanga. Habari hii unaweza kuendelea kupitia ukurasa wa nane wa gazeti hili la Habari Leo. Habari nyingine sana, Magufuli amelelea mke wa Mwakyembe. Rais John Magufuli ametuma salamu za rambirambi kwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Dr Harrison Mwakyembe kutokana na kifo cha mkewe Lina Mwakyembe aliyefariki dunia katika hospitali ya Aga Khan jiji la Dar es Salaam usekwa kwa mke jana. Aidha, waziri mkuu Kassim Majaliwa jana alifika nyumbani kwa Dr Mwakyembe kundocho bichi jijini Dar es Salaam kuomboleza kifo cha Lina ambaye anatarajiwa kuzikwa kesho kutwa ila yani kela mkwani mbea. Habari hii inaendelea kwa ndani zaidi kupitia ukurasa wa nane wa gazeti hili la Habari Leo. Tukimaliza na habari nyingine ambayo inapatikana kupitia ukurasa huu mbele wa gazeti la Habari Leo nasema, muuguzi amdunga binti sindano ya usingizi ambaka, na habari hii unaweza kuendelea kupi, kuisoma kupitia ukurasa wa 22 wa gazeti hili la Habari Leo. Pia tuna gazeti la Mwana Halisi kwa siku ya leo, ambapo kupitia ukurasa wa mbele kuna habari inasema, Sumaya Mwonya JPM. Habari hii unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa nane lakini pia wabu hili la mwanahalisi. Gazeti la Uhuru kweli daima pia kwa siku ya leo kupitia ukurasa wa mbele kuna habari kubwa kabisa inayosema, Majaliwa sema mitumba sasa basi. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kupitia ukurasa wa nne, lakini pia mamia wampa pole Dkt Mwakyembe kisa cha Dema nyumbani kwa Mboe, lakini pia pia mkandarasi barabara Tabora Sikonge apewa miezi kumi. Ni habari zote hizo ambazo zimeandikwa kupitia ukurasa wa mbele wa gazeti la Uhuru na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi, tukimalizia na gazeti la Tanzania Daima. So katika magazeti ya hard news kwa siku ya leo kupitia ukurasa wa mbele imeandika mtikisiko mwingine Kisutu, vigogo na SSF sasa wasubiriwa Keko. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kupitia ukurasa wa tano wa gazeti hili la Tanzania Daima. Pia wabunge hawa mjaribu JPM ajarib uh, wameorozeshwa hapa kwani ni Januari, Nape, Bulembo, Bashe, Mwigulu na ni habari ambayo unaweza kuendelea kuisoma kupitia ukurasa wa nne. Pia CHADEMA wacharuka waja na maamuzi magumu, ni habari nyingine hiyo pia ambao naweza kuendelea kuisoma kupitia ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Tanzania Daima. Pole waziri Dr. Mwakyembe ni habari nyingine hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili. Lakini pia dakika tisini zilizoibua wivu unafikiwa wa wabongo uwanja wa taifa ni habari hiyo ya michezo ambayo unaweza kuendelea kusoma kupitia ukurasa 12 na 13 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Tukiingia katika magazeti ya udaku kwa siku leo tuna gazeti la Ijumaa pamoja na gazeti la Kiu ambapo gazeti la Ijumaa kama mnavyoona kupitia ukurasa wa mbele kuna habari tu nyingi za udaku na habari hizi zote unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi kupitia kurasa za ndani. Pia katika ukurasa wa nyuma gazeti hili la Ijumaa kuna habari nyingi ambazo habari hizi zote unaweza kuzisoma kwa undani zaidi kwa kupata nakala yako ya gazeti hili la Ijumaa. Gazeti la Kiu vile vile kupitia ukurasa wake mbele kama mnavyoliona, kuna habari tu nyingi za Udaku na pia katika ukurasa wake nyuma kuna habari tu nyingi kama Ninavyoliona gazeti la Kiu na habari hizi zote unaweza kuzisoma kwa ndani zaidi kwa kupata nakala yako ya gazeti la Kiu. Tunamalizia na magazeti ya michezo kwa siku ya leo, tukiwa na gazeti la Champion, gazeti la Bingwa pamoja na gazeti la Mwanaspoti, ambapo gazeti la Champion kupitia ukurasa wa mbele limeandika kote aibu ya Yanga. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi kupitia ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Champion. Pia kuna habari nyingine zinazosema Simba timkia South usiku wa moja dai wakitoka huko watawanyoosha, lakini pia ni habari hiyo unaweza kwa undani zaidi. Habari nyingine zinasema Nigeria Yanga watisha Kanavaro, hiyo ndani. Ni habari nyingine hiyo, pia Sanchez naondoka, nataka kucheza UEFA, gazeti hili. Huu wa Rooney amtaka Lukaku asionyeshe udhaifu man, Manchester United. Ni habari nyingine hiyo. Nyuma Uh, pia ukuta waanguka mashabiki nane wapoteza maisha. Ni habari ambayo naweza kuendelea kusoma kwa kirefu zaidi katika ukurasa huu wa nyuma gazeti la Champion. Gazeti la Mwanasporti kwa siku ya leo limeandika beki mpya wa Yanga anakaba si mchezo, hiyo ndani. Kanavaro atoka jasho kwa ajibu, kuna mtu ataenda benchi. Ni habari hiyo ambayo naweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi kupitia ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Mwanasporti. Habari nyingine sema mmoji kumtesti mgana South, lakini pia Simba kuchomoa mtu Yanga. Habari ya kimataifa inasema Kiamapia, Sanchez na gazeti, gazeti la gazeti la Bingwa kwa siku leo limeandika Kamerun Yanga aisubiri Simba kusoma, kusoma pigo usajili wa Simba yabainika kusajili Ngongo Ngare. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma pia kupitia ukurasa wa pili wa gazeti hili la Bingwa. Habari nyingine nasema singano wa moyo msuva moroko ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili. Simba ya pasaus ni habari nyingine hiyo, lakini pia nane wafariki dunia uwanjani Senago, Juventus wazifumbia macho euro milioni mia moja za Chelsea. Kupitia ukurasa wa nyuma gazeti hili la Bingwa kuna habari unasema hatutaki Juve wafumbia macho mamilioni ya Chelsea, ni habari ambayo unaweza kuendelea kuisoma kupitia ukurasa ishirini na tatu pia kuna habari unasema Sanchez asema na Anataka ni cheza UEFA, Rooney, asema Luka kupiga kazi baba. Lakini pia Bakayoko awa mtazamaji Chelsea kiwa nane kwa kwa mbili. Nane wafariki dunia uwanja wa Senegal ni habari hiyo nyingine ambayo inaendelea katika ukurasa 23 na habari nyingine nasema Mbappe anabaki Monaco bwana, ni habari zote hizo ambazo zinapatikana kwa kutoka ukurasa nyuma gazeti hili la Bingwa. Na kwa siku ya leo Jumatatu, tumefikia mwisho katika uchambuzi wa magazeti kutoka hapa AyoTV na Millardayo.com, lakini kwa habari zetu nyingi zaidi unaweza kutembelea kurasa zetu za Facebook Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina la Millard uh...